Nivyorudi nikawakuta ndugu zangu hawa dawati la Samia, nikasema hapa Mungu anaweza kuwa amenisaidia. nilienda kwa ndugu zangu hao. Wow. Nikawahadisia, jamani sisi tumedhulumiwa maeneo yetu, tunaomba mtusaidie, sisi bwana tunanyanyaswa kwenye maeneo yetu. Aka walivyoniambia, waliniambia hivi: mzee, sisi tumetumwa kuwatetea wanyonge wasiojiweza, wanaoonewa, kwa ajili ya haki zao, ndio kazi yetu sisi tulionayo. Nami nikasema asante Mungu. Ilikuwa sisi tukuwa na maeneo ya familia ambayo yaliyopimwa mwaka gani ule F, kama elfu mbili na kumi na nne ndio, lakini baada ya kuwa tumepima tukapata viwanja kumi na moja. Baada ya viwanja kumi na moja, pakabakia na sehemu ndogo ambayo ndio hiyo iliyoleta migogoro kati ya mheshimiwa wa hapa na mzee mmoja wa gungu kuivamia na kuiuza. Walivyoipima ikapatikana viwanja viwili, wakawa wakaa wameuza. Unaposema mheshimiwa wa hapa ni nani? Diwani e, mwenyekiti wa serikali za mtaa? Mwenyekiti wa serikali za mtaa e. Wakawa wameshirikiana oja wa maanaita wa shiriziki wa gungu, wakawa wameuza lile eneo Ikatoka viwanja viwili. Sasa tunaenda pale ili tufanye, kwa sababu sisi ni maskini kama mnavyoona, tunaenda pale ili tufanye tufanye biashara kwa wateja. Tukakutana pameuzwa, panasoma namba za watu. Unaona, tulivyofuatilia, yule jamaa alikuwa amenani pale, akasema nimeuziwa na serikali ya mitaa. Tulienda kwa mwenyekiti wetu akatwambia ye hajuu, aliyeuza ni nani, wala hajuu aliyenunua ni nani. Ikabidi e tukafatilia tukaenda kwa mtendaji. Nipofatilia kwenda kwa mtendaji, mtendaji akasema bwana, huyu ni mkubwa, mimi ni mdogo, siwezi kumwita. Mtendaji wa mitaa huyo. mm -hmm. akasema huyu siwezi hata kumwita hapa mbele, mbele yangu haifai, kwa hiyo ni mkubwa kwangu. Tukawa mimi nimeona sasa nifanyeje? Mheshimiwa alipokuja nanii mkuu wa wilaya, nikaenda pale kwa watu waliokuwa wanatoa kero zao, nikasema mheshimiwa, na mimi tumezurumiwa eneo letu la familia, naomba utusaidie. Aliniambia hivi, nenda kwa yule mama mmoja hivi, mtu wa TAKUKURU. Asubuhi yake niliamka nikaenda kule TAKUKURU, yule mama akasema, hapa ma, baba sina chakusaidia, nakupa mawazo, nenda mahakamani mahakama ya mwanzo ukajaribu kufata process zote, kifo cha baba yako kila kitu, ufuate hivi hivi ninavyokuelekeza. Na kweli asubuhi yake nilienda kufungua, nilienda hapo mahakama ya mwanzo nikafungua mambo ya mirathi, nikakubaliwa. Na mheshimiwa, nilivyokubaliwa nikarudi hapa nyumbani, akanambia niende kwa mtendaji. Mtendaji akanitupa kwenye baraza la kata baraza la kata wamejadili pale, tukaenda mpaka maeneo wakayaona, wakashuhudia na ramani ninayo humu ndani ambayo waliochora baraza la kata. Lakini wale baraza la kata walipoliongelea ikaonekana yule aliyenunua pale ni mtata wa kwanza, ni mtata kabisa, hataki kunielewa. Nikamwambia, mama, hapa ni kwetu sisi familia Mzee Julius Gota. Wewe umenunua ndio, sijakataa lakini umeibiwa Anaambia hivi bwana, mimi nimenua kwenye serikali. Serikali gani imekuuzia eneo letu? Akasema bwana, serikali ya mitaa ndio imetuuzia. Sawa basi, tukienda kwa mwenyekiti, mwenyekiti anakataa kona saa, tufanyeji? Nikafanya mipango, nikapata picha ya yule jamaa aliyenunua pale, kwa jina anaitwa Oscar. nikampigia simu akasema bwana, mimi nilinunua kwa mwenyekiti, ndio aliniuzia Kasema sawa, kama alikuzia mwenyekiti hakuna shida, lakini amewauzia eneo la familia Mzee Julius, hapo sisi ndio wamiliki halali wa hapo. Naona basi, baada ya kuwa tumenani. Nimefata process zote, nikarudi kule kwenye baraza la kata, wakanipa karatasi ya kwenda baraza la nini la ardhi la wilaya. Basi nilipoenda pale, wakanambia barua imeandikwa vibaya rudi nikarudi kwenye baraza la kati. Vipi, wazee wamenikatalia barua hii haijaandikwa vizuri. Wakasema ah, mbona tunaandikaga hivi hivihivi. nimekuwa kuwaje wewe kukosa kukubaliwa, labda huenda wana maana, unaona. Nikasema sawa, kama wana maana itaeleweka. Aya, nikarudi tena. Nilivyoenda mara ya nania mwisho, nikasema sasa hapa nafanyaje? wakanaambia nienda kwa mwanasheria. Nikaenda kwa mwanasheria, mwanasheria akanaambia nitoe laki moja ili airatibu, lakini laki moja nikawa sina, maskini. Nikaanza kuangaika, nikapanda teremka na tafuta laki, nakuja kwenye familia. Jamani, nimeambiwa laki moja ili iratibiwe iende mahakamani ikiwa iko safi, lakini tukakosa ile hela. Nikaona sasa hapa nifanyeje? Nikaenda Kigoma mjini pale, kwenye juu kwenye rosha, kuna jamaa mmoja mwanasheria wa kujitegemea Nikamwambia bana, nataka unisaidie juu ya hili alinambia, una milioni moja. Nikasema nimekosa laki, milioni moja nitaipata wapi? Akasema bwana, basi sina zaidi ya kukusaidia, maana mii mwenyewe ningeyachukulia ningeyasimamia maswala na yangeisha. Nikasema basi. Baada ya kuwa nimezungushwa zungushwa, panda mara mahakamani, mara nini, ikashindikana tukawa tumetulia.